Tena kwenye channel ya kupendwa ya Rajabsynic, kama mara yako ya kwanza kutazama video yoyote kupitia Rajabsynic, nikuombe tu usubscribe, ili ukaa wa kwanza kupata kila video mpya ambayo tutakuwa na upload kwenye YouTube channel yetu. Mada yetu ya leo, tunaenda kujifunza jinsi ya kumblock mtu e, aliyojiunga kwenye wifi yako bila uenda bila liza yako, kwa sababu unaweza kuwa na ruta yako e, alafu mtu akawa ana nini, akaingia afu kashindwa jinsi gani ya kumweza kumweza kumblock. Sasa naomba angalia video hii mwanzo mpaka mwisho, hapa ninapokwenda kukuelekeza jinsi ya kuweza kumblock mtu huyo. Baada ya kushika simu yako moja kwa moja tena kwenye browser yako, mimi natumia Chrome, shenda kwenye browser yako, utasearch router yako ipeni kama unavyosearch mia moja 92 aa 192.168 kisha utarogi tabonyeza palipo andikwa login. Mimi nimeweka auto, auto ya Google <coughs> zitakuja, kisha nitarogi. Baada ya kulogin ikitokea kijumbe, nabonyeza okay. Hapa tunaenda ku block mtu. Kabla ya ku block lazima ujue, umjue mtu aliokuwa ameconnect kwenye wifi yako. Ona kitu cha kwanza hapo kwenye status itashuka hapo kwenye DH, eh, hapo itakuja itakuja sehemu mbili kama hivyo. Mimi nitaenda upande wa kulia kama hapo nilivyokuelekeza, hapo zitaonekana device ambazo nataka kuzichukua. Kwa mfano sasa, mimi hapa labda nataka nichukue device device namba moja ama device namba mbili, <coughs> ambayo nitaweza kuichukua, then nitaenda kule kwenda kuiblock. Kwanza kabisa, kama ni mara yako ya kwanza unatizama video yoyote kupitia chaneli yetu pendwa ya Rajabsynic, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, kwa sababu ndo sapoti inayotegemea kutoka kwako. Share, subscribe, ukilike na kushare, mimi ndo nitakuwa nimepata chochote kitu kupitia sapoti hiyo. Sasa kwa mfano mimi naichukua hii ya ya pili ya kwanza, ona mona, naichukua hii ya kwanza. Wewe labda unaweza kuchukua ya pili, unaweza kuchukua ya tatu. Kumbuka hapa unapoziona hizi ni za mfano tu, ni za mfano. So nachukua hiyo ya kwanza, naikopi na andika pembeni, unachukua unaandika pembeni kwa sababu wenyewe hapo haita haiwezi kukopi. Baada ya kuikopi, nakuja kwenye chini kabisa kama nilipobonyeza hapo, unafuata filtering list hapo, unafuata hapo, nakuja huku mwona nipokuja kisha na adi nabonyeza palipoandikwa adi, nikisha adi hapo juu nitaweka nitaeka MAC address ambayo nilikuwa nimekopi. Mfano naandika hapo po MAC address yangu mfano, huyu ndo nambo so itabidi niandike MAC address yake ya hivi complete sasa uenda kwenye yako, simu yako isije ikajionyesha hivi au kama utakuwa unatumia simu haitajionyesha kama mimi ninavyojionyesha, kwa sababu mimi natumia tablet simu, kidogo option zitakuwa mkao wake utakuwa mbadilika, na kama unatumia kompyuta pia mkao utakuwa tofauti kidogo, lakini option ndo zile zile. So baada ya kutia mac address yako baada badakamilisha hapo jakamilishi baada ya kukamilisha hapo, kifano huyu ni msevu, yeah. Msevu hivyo kama inavyoonekana. Baada ya msevu na bonyeza hadi, kisha na bonyeza save save, kisha na confirm. Bila ku confirm siwezi kufanya kitu chochote, ningatia hiyo. Kwangu mimi nilikopi, nilikopi device kama tatu kama sio mbili. Sema hawa nataka ni wapige pin, so namweka mwingine <coughs> taandika mac address yake kama kawaida kisha makadresi yake lazima uweke makadresi... <coughs> hautaki ukosea, hata ukikosea kilo... tu hutaweza kwa ukamilisha, utaandika kama ilivyo makadresi, kwa sababu kila device ina makadresi yake Bona. kisha baada ukamilisha kama hivyo nilivyokamilisha, nita nitashuka nitaandika remark yake, yani nitaamua ni msefu kwa jina gani hapo kwenye remark. Utaamua ni save kwa jina gani, yani jina lake ni nani kifano, kwa mfano unaweza kumsave Tony, au kwa jina lake kama unamjua, ili iwe rahisi. Mimi hapa nimeandikia already exist na maisha hii mac address niloweka, nisha i block kwa siwezi i block ndani hapo, tumeelewana lakini hapo ona, ndani hapo tumeelewana. Na kama ukitaka kumtoa utabonyeza kubadilika, ndio kwa delete utamtoa mtu huyo na hayo ndiyo maelekezo na hivyo ndo jinsi utakavyoweza ku, kuweza kumblock mtu au kumuondoa, anaitumia lugha nyepesi, kumwondoa mtu aliye connect kwenye wifi yako bila ridhaa yako. Kombe tu kama mara ya kwanza kutazama video yote kupitia Rajabsynic, usao kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Kusubscribe hiyo ndo support nao itegemea kutoka kwako, lakini pia ndo support nao naohitaji kutoka kwako. Naomba nikutakie siku njema.